Kuna hali ya sintofahamu nchini Nigeria ambapo watoto wa shule wametekwa nyara. Hili lilitokea katika jimbo la Niger, eneo la kaskazini kati la Nigeria ambapo wanafunzi zaidi ya 300 katika shule ya Katoliki walivamiwa na kutekwa siku ya Ijumaa. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameagiza kuajiriwa kwa maafisa elfu thelathini zaidi wa polisi na kuamuru kuondolewa kwa polisi wote walio katika majukumu ya kulinda viongozi kurejeshwa katika majukumu yao ya msingi. Anataka maafisa zaidi wapelekwe katika maeneo ambayo raia wanashambuliwa na watu wenye silaha. Haya ni matukio mabaya zaidi ya utekaji nyara tangu kutekwa kwa wasichana 276 wa Chibok na Boko Haram kaskazini mashariki mwaka 2014. Kanisa Katoliki na Jumuiya la Kikristo ya Nigeria linasema wanafunzi hamsini kati ya hao waliotekwa nyara kutoka shule ya Katoliki ya Nigeria wametoroka na kuungana na wazazi wao, lakini karibu watoto mia mbili hamsini na tatu waliotekwa nyara pamoja na wafanyikazi kumi na mbili na walimu bado wamezuiliwa na watekaji. Utekaji nyara huo ni wa hivi punde zaidi katika mfululizo wa mashambulizi dhidi ya shule ambazo umelazimu baadhi ya majimbo ya kaskazini kufunga shule. Serikali pia iliagiza kufungwa kwa vyuo 47 kaskazini mwa nchi hiyo. Siku ya Jumapili, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo aliomba kuachiliwa mara moja kwa wale ambao walikuwa wametekwa katika moja ya matukio mabaya zaidi ya utekaji nyara kuwahi kutokea nchini Nigeria. Lakini ni nini kinachochochea mashambulizi haya? Wataalamu wanasema mashambulizi hayo yanafuata mfumo maasusi. Magenge yanayojulikana ya wavamizi wenye silaha hufyatua risasi mara kwa mara ili kuwatisha watu, kuwateka nyara waathiriwa na kukimbilia kwenye misitu iliyo karibu. Serikali ya Nigeria imekataa kuhusisha utekaji nyara huo na mateso dhidi ya wa Wakristo kama alivyodai Rais wa Marekani Donald Trump. Watu hao waliokuwa na silaha walivamia shule ya wa wasichana yenye Waislamu wengi kaskazini magharibi mwa jimbo la Kebbi na kuwakamata wanafunzi 25. Pia genge lingine lililokuwa na silaha liliwateka nyara watu sitini na nne wakiwemo wanawake na watoto kutoka katika nyumba zao katika jimbo la Zamfara linalopatikana katika eneo hilo la Niger. Watu wenye silaha walishambulia pia kanisa la Christ Apostolic katika jimbo la kati la Kwara na kuua watu wawili na kuwateka nyara waumini 38. Maafisa walisema watu hao wenye silaha walikuwa wanadai kikombozi cha nyara milioni 100 ambayo ni takriban dola elfu 69 kwa kila mtu. Wataalamu wa usalama wanasema mashambulizi hayo na utekaji nyara huchochewa na tamaa ya kupata pesa, na shule ni rahisi kulengwa, kwani hazina usalama wa kutosha. Pia wazazi wako tayari zaidi kutafuta fedha za kikombozi ili kuwapata watoto wao. Sehemu kubwa ya kaskazini mwa Nigeria inayojumuisha zaidi ya majimbo ishirini kati ya majimbo thelathini na sita ya nchi hiyo imegubikwa na ukosefu wa usalama na kutatiza maisha ya watu kila siku, ikiwa ni pamoja na usafiri na kilimo. Upande wa kaskazini magharibi, magenge yenye silaha yasiyo na malengo yoyote ya kidini au kisiasa huteka nyara na kujificha kwenye misitu.